Hello, habari kwa majina, mimi naitwa Dr. Merry, ni mtabibu wa tiba asili na mitishamba na mtafiti wa miti mbalimbali mbali ya asili. Karibu sana katika video hii, kama wewe unaitazama kwa mara ya kwanza kabisa, karibu sana na kuomba subscribe, bonyeza alama kengele, na pia ili uweze kupata video zangu kwa urahisi kabisa ambazo nazifundisha hapa. Mimi si jambo, namshukuru Mungu sana tunaendelea kujifunza mambo ya asili na ya kiroho katika kutatua changamoto zetu mbalimbali mbali katika mazingira yetu. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi leo nimekuja na darasa zuri sana. Darasa ambalo hujawahi kulisikia na katika mambo ya miujiza na kufanya uchawi mzuri wa kutengeneza pesa. Eh, kuna uchawi mzuri na kuna uchawi mwingine mbaya. Kwa uchawi mbaya mba, tunaita wachawi ndo wanatufanyia uchawi mbaya lakini, kuna ule uchawi wa mafanikio ndio ambao unakufundisha sasa hivi. Unaona hiki kiberiti. Hiki ni kiberiti na kina njiti ndani, kama unavyoziona hizi ni njiti ambazo ziko katika hiki kiberiti. Hiki kiberiti ukikitumia, kama ambavyo naenda kukuelekeza sasa hivi, kitakufanyia maajabu makubwa na hutaamini katika maisha yako. Wewe ambao unataka kumwomba mtu pesa, aidha pesa hiyo unataka kumkopa au pesa hiyo unamdai, au ni ndugu yako, rafiki yako, unataka kumwomba pesa, una shida yako, unataka kununua labda mahitaji ya familia, unataka kununua vitu vya watoto, unataka kulipa ada, basi utachukua njiti ya kiberiti moja. Hii njiti ya kiberiti tutaiweka mdomoni utaiweka hapa mdomoni. Ukisha weka mdomoni, basi njiti hii utapiga simu muda huo huo, huku njiti yako ikiwa mdomoni. Lakini kabla hujaiweka mdomoni, hakikisha unanuia, ninamnuia fulani, nataka nimpigie simu sasa hivi aweze kunipatia pesa kiasi kadhaa, kwa ajili ya kufanya jambo fulani Ukishanuwia basi utaiweka njiti yako na utaanza kumpigia simu. Mpendwa mtazamaji wangu, ukimaliza kupigia simu, basi wewe kaa tulia kabisa relax. usimpigie tena mpaka kesho tena. Kwa hiyo hili zoezi utalifanya kila siku au baada ya siku tatu, kulingana na yule mtu, kumkumbusha ili aweze kukupatia hiyo pesa. Kwa hiyo pale ambapo unataka kumpigia simu utanuia na kuweka njiti yako katika mdomo na kumpigia simu. Kwa hivyo huyo mtu hata kwepa hata siku moja, atakupa ahadi na atakutumia pesa. Na kuna wale ambao wanaomba kazi, hii njiti utaiweka kwenye mfuko au kwenye pochi au kwenye wallet. Weka kwenye mfuko wako wa suruali au mfuko wa shati, fanya manuizi yako. Na kama wewe unavaa suruali, labda ni mwanamke kazini, basi utaweka katika suruali yako mfukoni, kwa kunuia nataka nikaombe kazi sehemu fulani, na kazi nikienda kuomba, basi niweze kuipata kazi hiyo, basi mara moja hiyo kazi utaipata. Kwa hivyo, hii njiti itakusaidia wewe kukupa connection ya pesa, connection ya kazi. Mpendwa mtazamaji wangu, usizarau hiki kiberiti. Kiberiti kina nguvu ya kiroho na kinaweza kufanyia maajabu makubwa kama utakitumia ipasavyo. Lakini pia nikukumbushe wewe, ambaye labda mwili wako hauna mvuto, una nuksi, hakikisha unatumia kwanza dawa ndo unatumia na hiki kiberiti. Ushatumia dawa, unatumia na hiki kiberiti kuvuta kazi pamoja na pesa ambazo unazitaka. Kwa hivyo Mpendwa mtazamaji wangu, somo langu la miujiza wa kiberiti ni hili, na lifanye kwa uzuri kabisa, lifuatishe nikupe matokeo mazuri ambayo yatakupatia wewe mafanikio. Hatufanyi miujiza kwa ajili ya kuwaumiza wengine, tunafanya miujiza kwa ajili ya kutupa mafanikio. Kwa hivyo, itakusaidia sana kukuletea wewe mambo mazuri. Basi mpendwa mtazamaji wangu na kuomba subscribe share hii video kama umeipenda, na wengine wakajifunze, na ulike pia kama umependa, na utoe maoni yako kwa hiki ambacho nimekufundisha umekifurahia na kukielewa ni umeelewa sehemu gani, na kuna changamoto gani? Basi utatoa maoni yako katika comment, ili tuweze kuelekezana vizuri kabisa. Mimi ni mtabibu wa tiba asili. Tunazo dawa mbalimbali mbali, kama zinavyoonekana katika hiyo video. Hizo ni dawa za asili, dawa ze mingufu, zenye nguvu, zenye miujiza na dawa ambazo zitakupa wewe mafanikio kwa haraka kama ukifuatisha masharti yake, ni yani masharti rahisi kabisa katika shughuli zako ambazo unazifanya. Kwa hivyo mpenda mtazamaji wangu, na kukaribisha sana, na usikose kabisa ku, ku, kupitwa na hizi dawa. Hizi dawa ni ambapo ukitumia tu kwa muda wa wiki moja, zinakupa matokeo ya haraka zaidi katika mipango yote ya mafanikio na jambo lako lolote. Ninakukaribisha sana na tutaonana katika video nyingine, mpendwa mtazamaji wangu.